Hivi unajua malengo ambayo unayo lengo kubwa eh? malengo ambayo unayo yale makubwa ambayo unataka kuyatimiza, unatakiwa katika kila lengo moja moja, uvunje katika vipande vichache vichache ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kufikia lile lengo lako, ili unajua hilo jambo na nguvu. Kuna nguvu katika swala la, malengo kubadilisha tabia yako. Kuna wakati utahitajika ubadilishe marafiki, kuna wakati utahitajika uingie katika gharama ya fedha kujifunza na vitu vya namna hiyo, ili tu uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye utamani kubadilika, uh, ona hakika kufikia malengo yako itakuwa ni kazi sana, maana Max Depree aliwahi kusema ya kwamba You you you cannot become what you want if you remain where you are. Kwa hiyo inamaanisha kwamba huwezi kufikia malengo yako kama utabaki tu pale pale ulipo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine itakuhitaji ufanye hatua ubadilike au ubadilishe tabia, labda ubadilishe mwenendo, ubadilishe labda jinsi ambavyo ulikuwa unafikiri mambo ili uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo uwe tayari kubadilika popote pale ambapo unahitajika ili uweze kufikia malengo yako. It's Glory Kinyunyu, dream big. Thank you.